Binafsi huku ah, ni mambo mengine. Kwa hiyo naomba mkasimamie maadili kwenye utumishi wa umma, tumeharibika. Leo hii mtumishi wa umma anakosa uzalendo, anakosa tuseme nini, sijui ile moyo, na kwamba mtumishi wa umma anathubutu kuchukua siri kwenye mafaili akapiga picha kwenye simu yake na akasambaza kwenye, akijua kwamba anamkomoa rais, akijua kwamba sijui anamkomoa nani inline, lakini kumbe ni yeye amekosa maadili. Ni yeye hawajibiki kwa taifa lake, uzalendo kwa taifa lake hakuna. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo, hilo ni moja lakini kuna mengi ndani ya utumishi wa umma katusaidieni, kwa sababu utumishi wa umma ndiyo injini ya uendeshaji wa nchi hii. <music>